Alizaliwa Misri na kulelewa Misri miaka mingi sana baada ya Israeli kwa walowezi katika taifa la Misri miaka mingi sana na wakati Musa anazaliwa kilikuwa ni kipindi cha shida sana kwa mama wa Kiebrania waki, waki, walipokuwa wanapata mimba walikuwa wanaangalia anazaa mtoto gani au anajifungua mtoto gani akiwa mtoto wa kiume alikuwa hatarini kuuawa. Kwa nini? Kwanini, kilichowapeleka Waibrania Misri ilikuwa njaa. Walipofika kule wakaishi miaka mingi, walimkuta Yusuf aliyekuwa amemuuza Yusuf, akawa waziri mkuu au akawa sehemu ya wachawana wa taifa lile la Misri. Miaka mingi ilipopita Kainuka Farao. Farao ni <tabu> cheo kama tunavyosema sisi, rais. Farao aliyekuja akajenga mazingira ya kutoamini Waibrania walikuwa wanazaliwa, wanaongezeka kwa kasi, halafu wanaanguka sana. Akaona hawa, tutapoteza utawala wale wa taifa letu. Hivyo akawaambia wale wamama wakunga, wakunga wa kwanza, leo wapenzi, akawaambia wale wakunga wa tunisi akizaliwa mtoto wa kiume wa Waibrania nyonga. Hivyo waliokuwa wanatakiwa kukaa kuishi ni wanawake, maana walifahamu kwamba wao sio watu wa jeshi wa kupambana. Watu wa jeshi wa kupambana ni wanaume, hivyo wanaume ndio wafanye nini? Jamani, wao wale wa watu wanawake. Kabla sijaendelea, leo ni siku gani? Ni siku ya nini? ninionea alikuwa akichunga kundi la Yesulo no mkwewe wani wa Midian, akaliongoza kundi nyuma ya jangwa, nyuma ya jangwa. akafika mpaka mlima wa mlima wa Mungu hata Horebu. Malaika wa Bwana akamtokea katika mwali wa moto uliotoka katika kijiti. Akatazama na kumbe, kile kijiti kiliwaka moto nacho kijiti hakikuteketea. Musa akasema, nitageuka sasa niyaone maono haya makubwa, na sababu ya hiki kiji, kijiti hiki hakiteketei. Bwana alipoona ya kuwa amege, amegeuka ili atazame, Mungu akamuita kutoka katikati ya kile kijiti akasema, Musa, Musa. Akasema, mimi hapa. Naye akasema usikaribie hapa, vua vua viatu vua vyako miguuni mwako, maana mahali hapo unaposimama ni nchi takatifu. Tena akasema mimi ni Mungu wa baba yako, Mungu wa Ibrahim, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Musa akaficha uso wake, kwa maana aliogopa kumwangalia Mungu awasa Bwana akasema, hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri, nami nimesikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao, maana nayajua maumivu yao, nami nimeshuka ili niwaokoe na, na mkono na na mikono ya Wamisri niwapandishe kutoka katika nchi ile hata nchi njema kisha nchi ijayo maziwa na asali hata mahali pa Mkanaani na Mhiti na Mamori na Mperuhi na hao wote, jina la Bwana libarikiwe. Musa alikuwa Misri, Musa alikuwa Misri akiangaliwa kuwa kiongozi farao wa nchi kuwa farao, yeye alikuwa rais wa Misri. Musa anakumbuka mimi ni Mwebrania, na Wamisri wana miungu na mojawapo ya miungu ya maajabu ilikuwa ni mto Nile. Ule mto hupo mpaka leo unatokea pale Uganda unapita Misri na unanywesha mpaka Ethiopia. Mto Nile, mto mrefu katika Afrika. Ni kwa maana ambapo ikulu yipu, ilikuwa imejengwa ambapo watoto wa, wa, watoto wa wa, wa, wa, wa Farao walikuwa kwa mnaenda kufanya nini? Kujiburudisha kwa kubalizi mtoni pale. Tuseme kama bichi. Wewe na hata kuogelea. Yokebedi alipomzaa Musa akatengeneza kikapu akakiweka akaten, akaten, vizuri. Akaenda akakiweka mtoni na mwanaye na dada yake Musa Miriam, akamwambia Miriam, kaa hapo ili kikapu kiweke kikaelea juu ya maji, uangalie kwa kimachale, uone kitaenda wapi. Baada ya kukiweka, akaona toka familia ya Farao akakichukua akamchukua Musa, akampenda kitoto kichanga ndani ya nini, jamani, kikapu kizuri kilichotengenezwa wao kwenye Bibia kutumia kisafina. Kisafina ni kama kimtumbwi tu tuseme, yaani kichelezo, kitu ambacho kiliweza kuelea. Huyu mama alikuwa baada ya kujifungua aliwakwepa wale, kama nilivyosema, aliwakwepa wale wale wale, wale wazalishaji wakunga wale, akaenda kumpeleka mtoto kule. Mkono wa Mungu ukamlinda Musa. Musa akaenda kulelewa ndani ya nyumba ya Farao paka akakua, lakini kila anapoenda kule Goshen anakuta Waisraeli wanafanya kazi zilizo, wanaumia Roy kamuuma na yeye siku yes. moja akamuuma mtu mmoja mwezi aliyekuwa na mwelea mungu wa Ibrania. Katika siku nyingine tena alipoenda wakakuta wazee wa Ibrania wanagombana akamwambia vipi? Ile moja likasema wewe. Wewe si uliua mimi nataka hata mimi kuniua au unajua kama ulikuona? Habari ile ikaenea mpaka ikumu. Musa ikabidi akimbia aende Midia. Ndio chanzo cha kutoka wapi? Kumi. Akakimbia kwenda Midia. Pale Midia, Midia kulikuwepo na kuhani wa Mungu anaitwa Yethro. Nani jamani? Yesu. Musa alipofika pale walikuwa na chimba visima virefu na pia visima vya kuchonga vile. Wanachota maji kwa kwa kutumia kama nani kamba. Akawa wanyeshaji nao walikuwa nakuja pale wanachota maji na wana, wanamwaga sehemu fulani, mifugo inakunywa. Yethro alikuwa na mabinti wa kondoo walikuwa wanachunga au kondoo na au kondoo. Siku ile, Musa alipofika pale akaona kama wale vijana wanataka kunyanyasa akawakinjia kifua. Unajua alikuwa kama komando ameandaliwa eh? Akachota akachota maji akanyosha mifugo akanyosha mifugo. watoto sikio mabinti wakawa kwa nyumba yake. Sasa leo wanangu, mmewahi, kuna mtu pale, ndio ametukiingia, amesema huyu mtu yuko wapi, mfuateni, akampata. Unaona Mungu anavyotenda kazi. Mungu anatembea na watu wake hata katika mazingira magumu. Wakamleta nani, msi kufika pale kwa Yethro, ndipo alipoweza kupata mke, alipoweza kupata nani jamani? Ndipo alipoweza kupata mke, akakaa pale, akawa sasa mchungaji wa wale kondoo. Katika kuchunga kwake siku moja mimi naenda naona kama kichaka hivi. Kuna miti inawaka lakini haiteketei. Maajabu ya nani jamani? Musa akaona ni maajabu gani anataka akaribia aone ni mambo gani haya? Ndipo sauti inamwambia Musa, vua viatu vyako. Musa avue nini jamani? Hapa uliposimama ni nchi nini? Wenzetu wakachukulia kwamba kuingia viatu katika sehemu ya ibada ni takatifu. Usingia nini? Lakini zingatieni Mungu anamwambia maana uliposimama ni nchi nini? Okay. Kama viatu ni vichafu na wewe umesimama nchi takatifu unavirusha watu. Eh? Maana uliposimama ni mara gani? Okay. Na tayari Musa yuko pale amekanyaga. Vua nini? Yeah. Mungu anamkusudia Musa afanye toba kwa sababu Mungu anatenda kazi na watu ambao wa mikono yao imesafishwa na kutakasika. Amina. Musa alikuwa tayari ameua mtu Misri. Hivyo Mungu alikuwa anamwandaa Musa kufanya toba kuingia katika utumishi. Mpango wa Mungu wa ajabu ulimtoa Musa Misri, unamleta mpaka katika nchi ya Midia. Mungu ana mpango na wewe. Usije ukajiona ni mzazi sana. Mungu ana mpango na mimi. Hata kazi tuliyofanya hii ya uinjilisti leo ni kazi ya pekee ambayo Mungu angeweza kuwa malaika, lakini tumo sisi, tumeenda. Wanaheri waiendao kazi ya Injili maana miguu yao inang'aa. Si miguu tu bali watapita kwa kazi. Watakaposimama imara Haile, katika uzima wa nini jamani. Musa, kila alichokiona kijiti akiteketei, kuna sehemu nimesoma. Mungu anasema ya kwamba nimeyaona mateso ya wana wangu wa nini, kilio chao kimefanya nini? Kumbe kijiti kilichokuwa kinawaka moto bila kuteketea, Musa ana Musa, yalikuwa ni maono ya kuwaonesha Israeli wanavyoumizwa kule Misri na Mungu ameona mateso yao kumbe wanaumizwa wanaangaika wanateseka, si kwamba wako peke yao. Mungu ameruhusu mateso ili Mungu ajifunue kupitia katika mateso yao. Jina la Bwana libarikiwe, amina. Waweza kupitia katika sehemu ngumu, waweza kupitia sehemu ambayo nasema Bwana Mungu ameniacha. Hakika Mungu haachi mtu wake. Ahadi ya Mungu inakuja kupitia inakuja kutimia, ina katika nini, katika mateso wapenda, kwa wakati mwingine unaweza kupata suba, usije ukakimbia kadhani Mungu ameniacha Inasema ya kwamba unapozani Mungu amekuacha kumbe, umwite, yuko kando. Umenielewa jamani? Amina. Umwite yuko wapi? Anasema niko pamoja nawe, hata maji na karibisha, niko pamoja. Katika mateso ya wana Israeli, Mungu anayaona, ndipo anamfunulia mso maono. Maono yenyewe ni nini? Kijiti kina kichaka kinawaka moto, lakini hakuna kinachoungua. Wanapigika Israeli wanaulizwa lakini taifa la Mungu bado liko kwenye nini? Mateso. Mungu anaona mateso ya kila mmoja. Mungu, Mungu anajua kuteseka kwangu. Naweza nikalia sana. Yanaweza kanikumba sana. Yanaweza yanaweza nikayapitia magumu sana. Lakini Mungu anaona mateso ya nani? Kila unapopitia katika mazingira magumu, usije ukadhani Mungu amekuacha. Usije ukasema Mungu huyo hana maana kwangu. Mungu yupo. Haijaishi ni mdhaifu kiasi gani, haijaishi ukoje. Mungu anatenda na mwanadamu walio wadhaifu, lakini walio tayari kusikia sauti yake. mm -hmm. kaweka kila kitu kwa ajili ya utoto wako, watoto wako wanaitwa Adam ambao ndio sisi leo ili kupendeza hiyo. Lakini nasikitika kwamba tukaja tukaisikia sauti ya kiumbe ambacho kilifanya ki, kinyume na wewe. Tumekuja mbele zako, tusamee ili usamee tufae Tujapopita katika bonde la mauti, Yesu ako nasi. Ujapoumizwa sana, Bwana usikuache na sisi. Kuna tunakushukuru watoto wako, wao walioshikana mikono hivi ni Yesu, si kwamba tuko salama, kuna mambo mbalimbali tunaumia, tunayapitia. Yesu weka tulinde, tutunze, tupeuiie na siku moja tuingie katika raha ya